Mkapa linawezekana likabaki Tanzania. Sasa kupitia kurasa wa Jemedari Saidi, mchambuzi wa masuala ya kisoka nchini Tanzania, ameweza kuzungumza baada ya kutamatia kwa mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane ambapo ulichezwa pale nchini Moroko, ambapo Simba ilipoteza kwa goli mbili sifuri. Sasa kupitia kurasa wa Jemedari Saidi ameweza kuandika maneno kama yafuatavyo: kwa Mkapa inawezekana, linabaki Tanzania. Dakika 20 za awali ilikuwa mchecheto tu wa mnyama akajifunga zile bao mbili. Baada ya hapo mechi ya fainali ilikuwepo mpanzu kwa kujua leo anahitaji arudie kiwango chake, manake tangu mechi ya pili ya nusu fainali hayuko pale penyewe. Ingekuwa poa sana kama mechi ingekuwa kwa Mkapa, ila kama kiwa Amani pia bao mbili zinapatikana. Sasa ndio maneno ya Jemedari Saidi kupitia ukurasa wake okay, Instagram lakini moja kati ya kitu ambacho ameweza kuzungumzia kwenye mchezo ambao fainali ya kwanza ambayo michezo hapa nchini Moroko, ni kuhusiana na kiwango cha mpanzu pamoja na endapo mchezo ukichezwa katika uwanja wa Amani itakuwa bora zaidi kumlazi. Endapo mchezo ukichezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa itakuwa bora zaidi, lakini hata ukichezwa katika uwanja wa Amani bao mbili zitapatikana. Hasa ndio maneno ya Jemedali Said kupitia kule sawaka Instagram. Mtakuwa mwana familia wa Simba Fans TV pale endapo tele like na kusubscribe pia. Sasa turn on alama notification ili waanze kupata taarifa za klabu yako pendwa Simba Sport Club, na hii ni Simba Fans TV, sauti ya mashabiki.